Rasia alichokifanya alitengeneza, alitengeneza plani ya kuhakikisha kwamba anadhibiti nchi za Ulaya kuendelea kuwa tegemezi kwenye uchumi wake. Alichokifanya alitengeneza mfumo wa kuizunguka nchi za Ulaya. Ukiangalia zamani, kulikuwa kuna mipango mingi sana ya kupeleka mafuta ambayo yanatoka Nigeria kwenda Ulaya kama mbadala wa nishati, badala ya kukata nishati kutoka, kutoka kutoka Urusi. Sasa alichokifanya kale kaukanda kasahili ka sahil kote unakaona kale anakapa sapoti kubwa sana, cha kwanza ni kuidhofisha Ulaya, cha pili ni kuzifungua akili za nchi zingine za Kiafrika, kuhakikisha kwamba wanaondoa ule ukoloni mambo leo, kwa sababu leo kama, kama, kama alikuwa anaweza akachukua aka sawa na bure ni, na rasilimali kwa mfano, kwa mfano uranium akaenda kuchukua mfano mali Burkina Faso na nchi zingine ambazo ziko pale Leo baada ya kufanya mapinduzi amehakikisha kwamba wanaenda kununua mali madini ambako anachukua bure kwa gharama kubwa, kwamba ni kuzidhibiti nchi za Ulaya kosa alternative katika nchi za Afrika ziendelee kumpigia magoti. Sasa tukirudi kwa hali ya sasa hivi, hali ya uchumi wa Ufaransa ni ngumu kiasi kwamba pressure unaona katika nchi ambayo ime yani, yani, katika reality Ufaransa inapitia kipindi ambacho unapitia Ugiriki, yani Ufaransa imefilisika kwa sababu unaambiwa utoe asilimia tano tena hiyo msaada Trump upeleke, utoe asilimia tano ya mapato yako ya ndani iende katika, katika ulinzi. Ulinzi inaenda wapi? Kwa mfano leo hii nchi za Ulaya zinalazimishwa kuisaidia Ukraine, msaada wa kivita wakimaanisha, kupeleka vifaru, kupeleka mizinga, kupeleka ndege, kila kitu ambacho wanahisi hichi inaweza kawa ni msaada, wakati huo huo stoke ya ya ya, ya kijeshi katika nchi zao inapelea na unavyojua, kama kuna makampuni makubwa kama kuna ile ile ile rock ile ya Marekani ile ambayo, ambayo inahusika ina kuzalisha silaha zaidi, Lockheed Martin, wale wamekuwa wanachukua tenda nyingi. Ukiangalia hata leo viongozi wa Ujerumani, kimsingi, wale walisha kufanya kazi na Lockheed Martin muda mrefu huko kwamba ni maajenti ambao wanaendelea kuitafutia soko biashara. Sasa unatoa asilimia tano kipindi hicho, hauna sehemu nyingine mbadala ya kupata nishati nishati nabidi uagize India India ambayo ni gharama kubwa, inabidi sasa waongeze kodi kwa watu wake, waongeze umri wa kustafu kwa sababu pensheni haitoshi kwa sababu kimsafisha mtu a miaka sitini. Leo Ujerumani tumeona wameongeza mpaka umri wa miaka sabini na tatu. Asilimia tano ya GDP, ya GDP, pato la, la taifa upeleke katika, katika, katika masuala masuala ya ulinzi. Sasa una, unaona nchi gani ambavyo utawala wa Macron umekuwa una presha kubwa